Siri ya dhahabu na kioo, dhahabu safi na kioo katika nchi mpya na dunia mpya, ni ukisoma katika Petro wa kwanza sura ya kwanza mstari ule wa saba siri kuu katika dhahabu safi iliyosafishwa ni imani safi iliyosafishwa ndio siri kubwa iliyoko pale. Nikwambie tu, mtu wa Mungu, unaposikia maandiko yanazungumza habari nzima ya dhahabu safi katika nchi mpya, dunia mpya, ni kweli ipo kimazingira pia, lakini pia kwa undani zaidi kiroho, ni imani safi iliyosafishwa. Kwa mantiki gani? hakutakuwepo na kitu ambacho utakuja ukifiche pale Dhahabu kama unavyojua dhahabu ilivyo nzuri, utaficha nini kwa dhahabu? Kitu chochote kile ukikiweka pale kitaonekana tu. Kunaposikia siri ya imani safi, siri ya imani safi ambayo natamani kukuambia tu katika siku ya leo, ni dhahabu safi, ni imani safi iliyosafishwa, imani isiyokuwa na mawaa, na ndio maana unasikia wa ovu watu wote wezi watu wote ambao wanatenda maovu kwa ufupi, hawatakanyaga pale, kwa sababu ni sehemu iliyotakaswa na Baba wa mbinguni. Nikumbushe, huu ni mji ambao utashuka kutoka mbinguni. Huu ni mji utakaoshuka kutoka mbinguni ambapo utakuja utengeneze makazi hapa hapa duniani. Kwa nikukumbusha ya kwamba mtu wa Mungu, ukaze mwendo kuelekea mbinguni ili usikosekane pale, tuwepo pale. Kitu ambacho kitatufanya mimi na wewe tusiwepo pale ni dhambi furu stop. Narudia tena, kitu ambacho kitafanya mimi na wewe usikanyage katika nchi mpya na dunia mpya kitu kingine ni dhambi. Dhambi itakufanya usikanyage pale, dhambi itanifanya nisikanyage pale. Haijalishi ni dhambi ndogo, haijalishi ni dhambi kubwa, ni dhambi tu kwa Mungu. Haijalishi useme kwamba mimi Mungu kwa kuwa anafanya hiki aka tu kadogo, kukumbushe hautakuwepo pale, sitakuwepo pale kama nitaendelea kutenda dhambi. Toe wito katika siku ya leo, mwombe Mungu wako ambaye anasamehe dhambi, sio mtu fulani akusaidie kuachana na dhambi katika maisha yako. Wiki hii tunaendelea kumshukuru Mungu kwa jinsi ambavyo anatupigania. Usiache kumwomba Mungu.